Siku tatu zimepita katika jiji la Goma, waliko jambo ambalo lilionekana pale, jambo la mabasi mapya kuingia katika jiji la Goma. Mabasi yameingia mchana kutwa kabisa, kutokea Rwanda kupitia Gisenyi, yakaingia hata jiji la Goma. Mabasi yale yakawa yanapita kuelekea maeneo ya, ya, ya Sake, mabasi mengi takribani kumi na zaidi. Si tu hapo M23 wenyewe baadhi ya maskari nao pia wakasikika wakiongea na raia kwamba sisi tunaondoka sisi tunakwenda katika jiji la Bukavu baadhi ya watu waliambiwa hivyo na M23 hata pia katika pembezoni mwa jiji la Goma kwenye vijiji mbalimbali M23 waliongea na baadhi ya raia kwamba tunakwenda sasa kuonekana kwa yale mabasi yanakuja matupu kutoka Rwanda lakini pia kukaonekana na ndege ambayo kiukweli ni kwamba ndege ile haikujulikani imetokea wapi Watu wakaona katika jiji la Goma kwamba ipo ndege imetua na kwamba inakuja kuchukua M23 kuipeleka sasa. Taarifa hizo na zikawa zimeenea sana kwenye mitandao, M23 inaenda na ikaanza kusikika kwa baadhi ya watu wa Kongomani walio karibu na wazalendo na, na wanasiasa wengine wakishangilia na raia yenyewe ikishangilia M23 inaondoka. Nisikilize vizuri, taarifa nyingine ikafika na ika Kawa ya ukweli kabisa kwamba Bintu Keita yule ambaye ni representante au uh, kiongozi mwakilishi wa MONUSCO ndani ya Kongo, naye akawa amedhuru pia katika jiji la Goma. Hilo nalo likaleta taarifa mbalimbali, watu kujaji na kuongea kwa namna tofauti, lakini vitu ambavyo viliongelewa kuhusu uh, Bintu Keita ni kwamba amekuja kuongea na M23, kwa maana ya kwamba M23 anawaambia waondoke au waache vita ikiwe wezekana watoke kabisa ndani ya ardhi ya Kongo kabla ya tarehe kumi na tano ambako ndiko kutasainiwa mkataba wa madini kati ya Kongo na Marekani. Hivi ndivyo ambavyo taarifa ya Bintu Keita, mwangalizi au msimamizi wa Monisco ndani ya Kongo, imesambaa na kusemwa hivyo. Sasa hizi ni taarifa mbili, kwa hiyo kusema kwa Bintu Keita kusemwa kwamba amekuja kuambia watoke M23, lakini pia na taarifa waliosema M23 wenyewe kwamba watatoka ndani ya Kongo na mabasi kuonekana na ndege kuonekana, hiyo taarifa sasa ndio ikaleta furaha ndani ya Kongomani na Kongo, na wao kushangilia kwamba M23 inakwenda. Sikiliza, jambo liko hivi na ukweli ndio huo ambayo nakupa. M23 kuondoka ndani ya ardhi ya Kongo siyo jambo ambalo linaweza kutendeka kisiri au kwa uficho. Hapana, ni jambo ambalo kwa vyovyote litafanyika hadharani, mchana kweupe, na lita tangazwa kama alitatangazwa na serikali ya Kongo, basi litatangazwa na Umoja wa Mataifa, na kama alitatangazwa na Umoja wa Mataifa, wao wenyewe M23 watalitangaza na kusema hadharani. Kumbuka wakati EAC inakuja ndani ya ardhi ya Kongo, na EAC ilipoanza kukamata baadhi ya maeneo ya M23 kwa mikataba ya ceasefire na kuambia M23 muachie maeneo baadhi, haya haya M23 iliongea ana, M23 ina viongozi ina askari, ambao na wao kwa kulinda utu wao hata kama wanaweza kulazimishwa kutoka, hawawezi kutoka kimya kimya kama wezi. Lazima wataongea, neno liwe la uongo liwe la kweli, walete sababu ambazo ndizo za kweli, ziwe sababu za kutengeneza. Kwa vyovyote, M23 haiwezi kwenda usiku au ikaanza kupeleka majeshi yao bila wao kusema neno kwamba tunaondoka Tunaacha vita, tunataka amani. Kwa moja, mbili, tatu hawawezi kuondoka kimya kimya. Hilo la kwanza, niombe Wakongomani wote walijue. Hivi hivi ndivyo ambavyo huwa ninaongea nikiambia watu vizuri, lakini pia taarifa nyingine ikaje sasa, watu wakasema ile ndege imekuja kuchukua M ishirini na tatu, na watu wakapiga vigelegele na taarifa tukazipata hivyo. Katika ardhi ya Kongo kuna sadikika au kukadiriwa kuwa askari takriban elfu kumi na tano wa M23 na tatu. Kwa taarifa ambazo ni za makadirio elfu kumi na tatu za watu hawawezi kuja kuchukuliwa na ndege, lakini pia gharama hiyo ya kutoa hawa M23 ndani ya Kongo kuwapeleka walikotoka Rwanda, kuwapeleka walikotoka Kenya, hawawezi kwenda kwa ndege. Hiyo heshima ya M23 kuja kufuatwa na ndege haipo. Hizo nchi zilizowaleta M23 ndani ya Wakongo haziwaheshimishi kiasi cha kuja kuwachukua na ndege. Wanaweza wakaleta ndege kwa habari ya kisiasa, lakini sio kwa maana halisi ya kuchukua M23 kutoka hapo Rwanda kuingia hapo Kongo, Goma kupeleka, watakwenda kwa mguu au watakwenda kwa mabasi kama ambavyo wanafanya madefile na basi zao. Hiyo ni taarifa ambazo nataka ni wapi. Sasa swala liko hivi, watu wengine wakasema Monusco inaondoka, Monusco wanakuja kuchukuliwa waondoke. Vyote vinawezekana Monusco kuondoka, lakini Monusco ni watu ambao wanafanya kazi ndani ya Congo kwa mande maalum, kwa maana ya mikataba maalum, na taarifa zao haziwezi kufanywa kwa uficho. Kila walipokuwa wanatoka eneo kurudi nyuma, tunachia baraka, tunaenda sehemu fulani, huwa inasemwa na sherehe zinafanyika na defile zinafanyika na kwa gana unafanyika. Kwa hiyo hata kuondoka pia kwa Monesco hakuwezi kwenda kienyeji bila wao Monesco kusema jambo au serikali ya Congo. Ninaposema hapa, ninamaana kwamba mambo mengi yanafanyika ndani ya ardhi ya Congo ya yamebeba mengi ndani yake, siasa kubwa na mengine mengi. Watu wanaweza kupewa taarifa za uongo, lakini siasa ililofanya jambo hilo litekelezwe, ikabaki ni siasa mpaka sasa hivi bado yako mashambulizi ambayo yameripotiwa maeneo mbalimbali, watu wanaendelea kupigana kati ya makundi ya waasi m ishiri na tatu na wazalendo. Kama huo mpango wa kuondoka upo, kwa nini wanaweza wakapigana? Strateji wamezitumia nyingi m ishiri na tatu za kutaka kuzubaisha wazalendo, kwa maana ameona mwiba mkubwa wa muvuma yao kwenda mbele. Mkubwa sio serikali wala sio sio wazungu wala sio mikataba ya Marekani. Hapana, tatizo kubwa katika mufuma yao M23 kutokwenda mbele ni wazalendo waza, waza. Pamoja na kwamba wazalendo hawaonekani kuwa ni jeshi lenye kutisha sana kwa maana ya vifaa, lakini determination yao imefanya na wazungu na wa M23 kuloa maji. Sasa wametumia mbinu tofauti tofauti za kuwaregeza wazalendo ili wawashinde. Mbinu ya kwanza iliyotumika ni wanasiasa kuwaambia, wateni Wapeni njia tuko pamoja na M23 hivi na hivi. Hilo alikufua dafu. Wametumia njia ya pili, kutumia pesa nyingi ili wazalendo wakubali pesa, watoe njia wapite. Pesa bado hazijafanikiwa. Kwa hiyo kila siku wakilala wakiamka, wanaangalia mbinu ya kutumia ili kudistre wazalendo, hata kama watakuja kushambuliwa wakutwe wako mo distraction. Kama watakuja kushambuliwa wakutwe wapo kwenye mazingira ambayo psychology zao hazijiseti kwenye vita. Wanajua watalewa wengi watatoka kwenye fro wataenda kuangalia familia au watakuwa makini kwenye mapatrui na kadhalika, alafu hawakute wa kwenye surprise. Sikiliza, hizi zote ni mbinu za kuzubaisha wazalendo hakuna cha M23 kuondoka kwenda. Tarehe 13, ndipo ambapo M23 imefanya mitingi wapi? Kwa Kamanyola, tarehe 13 mwezi wa sita, M23 imefanya mitingi Kamanyola. Na mitingi waliofanya Kamanyola ilikuwa tu ya kuonyesha watu kwamba wataendelea kupigana, wako imara, wanasonga mbele, wanakwenda mbele, wanakwenda Uvira, wanakwenda hadi wanakoendekea. Hii siasa unayonayo, mzee wa habari mbili, nimefunua mambo mengi ya ndani sana ya siri mengi sana nimeelewesha vitu vingi na shukuru, wa kwa Wakongomani navyokuisha kwamba hapa hakuna habari ya M23 kuondoka. Wazalendo wasibweteke, wasinywe pombe, wasivute sigara, wasipewe likizo kwa sababu ya taarifa hizi zinazotengenezwa na M23. Mpaka sasa hivi mabasi yaliyoingia ndani ya Kongo kutokea Rwanda, taarifa yake rasmi haijatoka. Mabasi yamefuata nini? Kwako kwa anaongea, amefata kuja kuchukua familia zao, familia zilizopandikizwa zinarudishwa. A, mara monusco ipelekwe, mara M23, ila ni hivi mpaka sasa hivi kusudi kubwa na lengo kubwa la mabasi yale kuingia ndani ya ardhi ya Kongo halijajulikana bado, lakini ujumbe ulio wa msingi sana, wazalendo, vaeni magwanda, kwa sababu mnasimama kwa ajili ya nchi. Msizubaishwe na wanasiasa wa aina yoyote, msizubaishwe na nasi, siasa zozote za M23 za kuwatoa kwenye mchezo wa vita. Vita viko pale pale. M23 ameshawekewa bangi ndani ya masikio. Kwa hiyo masikio anasikia opposite, maana yake anaambiwa mbili negative, yeye anasikia minus mbili. Kwa hiyo kaeni ozage, vaeni viatu vya vita, vijana msilale. Wanaosapoti wazalendo usiku mchana, sapoteni, bado vita vipo. M23 inajua hawana nguvu ya kupiga Uvira kwa kama hawataregeza. Maneno yote wanayoyatoa kwenye mamitingi ni maneno tu ya kujibaraguza, lakini wameshafeli, wamesha feli. Kama wasingekuwa wamefeli wasingekaa miezi miwili wanashindwa kufika Uvira wakati wametea, wamefanya attempt nyingi. Kwa hiyo wamesha feli na hizi propaganda zote zichukuliwe ni za kitoto. Wazalendo simameni, raia simameni, wanasiasa walio upande wa ukombozi wa nchi iliyovamiwa simameni, hakuna cha kuondoka cha ili zote ni siasa za kuficha, siasa za kuzubaisha raia, siasa za kuzubaisha wa wazalendo ili waendelee kusonga mbele. Hakuna kurara, hakuna kurara. Papa Yaya, ukuta wa Yeriko mliojenga bonde la Ruzizi, Papa Yaya, Papa Foka, Maiki, huku mliko, kazeni buti, kazeni buti sana, kazeni buti sana. Papa Alexi mwamba kazeni buti sana, msilale. Kama ni kahawa nunueni kawa za kutosha, pire kafe wa vijana wanywe usiku mchana, wapige kawa za maana sana, hakuna kulala. Zamu zitengwe kama jeshi la Babeli, yani zamu zijengwe kama jeshi la Joshua, usiku mchana, jioni, silaha iwe imekokiwa, kwa maana linalokwenda kutokea ni kubwa, na ninaamini kwa msaada wa Mungu mzalendo ataimbwa mpaka kwenye nyimbo za taifa za mataifa mbalimbali. Mungu akubariki sana.